Karibu kwenye chaneli yetu hii ya Daily Life TV. Kama mara yako ya kwanza, naomba usubscribe hapo na ubonyeze alama ya kengele. Uh, leo tunaenda kujifunza kuhusiana na changamoto za hizi mashine hizi ndogo hizi na namna gani ya kuepuka hizo changamoto ili usipate tabu yoyote katika shughuli zako kwa hiyo uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza zaidi. mashine hizi, yeah. hizi mafundi wengi wanazo na zina ufanisi mzuri zinafanya kazi vizuri sana ila kuna changamoto moja huwa zinatokea sana katika hizi mashine hasa inaweza ika inakaa ikawa inawaka vizuri lakini haitoi umeme haitoi umeme Aichomi. Hivyo basi nyingi huwa zina katu, wengine wanaweka stoa na nua nyingine, nyingine. Hmm. Lakini nini kinasumbua katika hizi mashine e? Mgoja tuangalie hapa kitu gani kinasumbua. Sasa ni kwenye hii saketi yake hii humu ndani kuna saketi ambayo ndio ina control kila kitu, ambayo ni yeah, hii hapa hii saketi. Mara nyingi hizi transistor ndo zinazoleta shida, kwa maana kuna hizi za primary transistor na hizi secondary transistor. Hivyo basi inaweza ikawaka na isifanye kazi pia, inaweza isiwake kabisa, inategemea zimekufa transistor zipi. Kwa hiyo na kwa nini zinakufa mara nyingi, ni kuoverload, yani kuifanyisha kazi muda mrefu napelekea hizi kufa. Wengine huwa wanatumia stiki kubwa zile, wakati mashine yenyewe ni ndogo, kama hii unayoona hii nyeusi kwa hiyo inapelekea kuchoka na transistor kuungua. Nini ufanye ili zisiungue au isikusumbue? Ehe, inatakiwa uifanyishe kazi vile ambavyo inastahili, usioverload wala usi maana wengi kama hizi ndogo, usitumie stiki kubwa. Tunashauri utumie stiki zile ndogo, hapo utaweza kudumu nayo, vinginevyo utakuwa unapeleka kwa fundi mara kwa mara. Kwa hiyo kama una maoni, una ushauri, uside kutuandikia hapo sehemu ya comment, na sisi tutafanyia kazi. Asanteni sana, na usisahau kusubscribe hapo, ili uwe wa kwanza kutazama video zetu kila siku. Asanteni sana. Kama una chochote tuandikie hapo, tutakifanyia kazi.